Hiki ni kisa kimoja ambayo kimetokea kule nchini Kenya ambacho sasa hivi kimeacha watu mdomo wazi, ambayo mwanamke ambaye ilikuwa taarifa yake imesambaa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kumtunza uh, duma kwa karibu miaka miwili nchini Kenya. Sasa mwanamke mmoja katika kaunti ya, ya Garisa amesambaa kwenye mitandao ya kijamii na kushangaza wengi nchini Kenya kwa kumtunza duma kwa kipindi cha takribani miaka miwili. Miongoni mwa yale ambayo amekuwa akimfanyia duma huyo ni pamoja na kumlisha kumwogesha na hata kutembea naye. Kulingana na shirika la huduma la wanyamapori nchini yaani KWS, mwanamke huyo aliamua kumchukua na kumtunza baada ya kubaini duma huyo mdogo alikuwa ametelekezwa na mama yake. Ingawa kitendo chake cha huruma na kujitolea kilivutia wengi, lakini kilikuwa kinakinzana na sheria ya utunzaji wanyamapori. kupitia jamii yetu ya huduma ya wanyamapori tumefahamu kuhusu kitendo hiki cha ukarimu hata hivyo, ingawa nia yake ilikuwa mzuri, kumtunza mnyama wa porini kwa sababu ya upendo ni kinyume na sheria, ambayo inalinda wanyama wa porini na inahakikisha ustawi wao katika makazi yao ya asili, KWS ilikuwa inasema katika taarifa ambayo imetoka siku hii ya leo ya Oktoba ishirini na tatu Alhamisi. Maafisa wa KWS walimchukua duma huyo na kumkabidhi kwa wataalamu wa mifugo kwa uchunguzi wa kiafya zaidi. Kutokea kwenye moja ya, ya mada kubwa ambayo sasa hivi inaongelewa ni huyu mama ambaye alikuwa amemchukua huyu uh, chui ama duma na kwenda kukaa naye, unaanza kumlisha, unamlea, akawa amemfunga cheni, yaani kama ambavyo watu wanaishi na wale mbwa, basi ndo yeye alikuwa anamtumia huyo chui kuweza kukaa naye. Sijajua kwake yeye ataenda kupokelewa kwa namna gani, lakini watu wengi wameweza kumpongeza, na wengi wakitamani hata chui huyo ama duma huyo akapate kuitwa jina la dada huyo, ili ikawe kumbukumbu ya upendo na heshima kwa kile kitu kikubwa ambacho walikuwa amekifanya cha kumtunza kwa zaidi ya miaka miwili mnyama huyo wa porini.